Leo tuko Kafundo, kwamba Kafundo, malalamiko yenu ya mwanzo pamoja na mambo mengine yote lakini, tulilalamikiwa mambo ya fedha, niliona kwanza niyaseme haya, alafu ndo nihitimishe, kwa sababu siwezi kuhitimisha kama sikusema na haya ninayoyasikia. leo tumekuja, tulifanya mkutano wa kwanza, tuliwasikiliza mkutano wa pili tukasema tunaleta majibu ya wataalamu mkutano wa tatu tukasema yale ambayo majibu ya wataalamu wametuambia basi tuje tuambie lakini nikawaambia na kwenda mwezi wa tano mtaleta itimisho la mwisho niseme nisiseme niseme nisiseme niseme nisiseme Nanamwafatilia miereko wanasema, sasa namtangaza Kafundo we. Kafundo y umzama na kafundo, tulikuja hapa tuliambiwa tuna pesa zetu zenye mgawanyiko wa makundi matatu. Kundi la kwanza ilikuwa milioni tano plus Kundi la pili tulikuwa na pesa ambayo ilikuwa inahusiana na, na caravats. Kundi la tatu tulikuwa na pesa ambayo ilionekana mwenyekiti aliyekuwa kipindi hicho wa kitongoji laki mbili na elfu mbili kwamba hakuweza kuikabisi. Ambayo jumla yake tulikuwa na milioni tano karibia milioni tano kama laki saba plus. Tukatoa maelekezo, tukafanya kwanza pili kama nilivyosema lakini nataka leo niwaeleze wanakafunga. Pesa yenu yote imerudishwa, pesa yenu yote imerudishwa, jipigieni makofi. Kwa sababu tu ni utaratibu, ilikuwa ni ngumu kuzibeba pesa kuziweka kwenye meza. Sasa naomba baada ya maneno haya kwa kuwa pesa hii ilikuwa imepotea leo, mheshimiwa diwani, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mkiwa mnashuhudia namna ambavyo tunasimamia na kurejesha imani za wananchi. kwa sababu So, wananchi hawa wangeendelea kuwa na vidonda vile. Mimi kuna vitu nimejifunza, kuna muda tunawatengeneza watu wawe wapinzani kwa sababu ya sisi tu kuto kusimamia haki, lakini tukisimamia haki na misingi vizuri Upinzani unatoka wapi? Na mtu anataka apinge nini? Sasa nikuombeni, wananchi kale mtakavyoona inafaa na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji na halmashauri ya kijiji mtendaji na watendaji wote. Kwamba sasa pesa zetu zipo kwenye akaunti. Lakini haitoshi kusema ziko kwenye akaunti kama hatujazipangia mipango tukafanya kitu kinachoonekana. E kama tumesema uongo lakini aasd aaa pige magofwas kwa <tip> eleo pia, ndugu zangu wana, baada ya taarifa hii ya fedha kuonekana zitumewapa taarifa zimerudi sasa, niombe tuipangie matumizi fedha zetu, kwa sababu tuyali milioni tano prasi ni pesa nyingi, ili iendelee kwenye miradi ya nini ya maendeleo. Lakini siku ile kuna vitu vingi vilisema, ndugu zangu, mimi nilipoingia kwa mwenyeji wa mashauri na waheshimiwa madiwani tulikubaliana hivi kwamba mtumishi wa umma yoyote hata afanye makosa kiasi gani, hatuwezi kumhamisha wakati bado lile jambo halijatatuliwa nyumba kulikuwa na mchezo sio mzuri kusema, lakini waje niseme, mtu alikuwa akiharibu Makwale analeta ipi, akiharibu Ipinda anapeleka sijui Ingereka. Sisi tulisema hapana. Sasa mengine haya ya kiutumishi mambo mtu ache, sisi wenyewe Tupiriki kukabidhi halmashauri hii tukiwa tumefikisha bajeti bilioni saba na milioni mia tano mm. Yaani, tumedharisha fedha mpya milioni mia nne bilioni nne na milioni mia nane Tukasema wanakiela wanachotudai mpaka sasa ni nini. Nikiti kulijibu tukanunua excavator kwa mapato ya ndani. Tukasema excavator peke yake haisoshi, nini tukifanye? tumeleta mpango ambao tunasubiria mkurugenzi anaendelea nao. Tunataka tununue Lola, tununue robedi, tununue Greda viwe package, na mpango huu utakuwa kama ifuatavyo, kwa sababu vitakuwa ni mali za halmashauri. Maana yake, kata ya Ipinda kama wanahitaji changamoto za barabara, tunamwambia diwani kupitia ofisi yake ya mtendaji waandike barua, walete halmashauri, sisi tunaleta mitambo Naamini wananchi kupitia na wadau wengine watafute mafuta tu, alafu hatimaye wamalize changamoto. Naweke mfano mdogo tu kwa kata yenu ya Ipinda, pamoja na ukubwa mlio nao, tukileta mitambo hapa wiki mbili, hamna barabara itabaki hapa haipo. Maana yake ile inahitaji tuta, manake excavator ipo, ile ila grader, grader ipo. Mashina ya kushindilia ipo. Mleteeni Epetania akamalizie kiporo chake alichokiacha kilichokiacha halmashauri. Kwa sababu yeye ndo anajua kipande kipi cha nyama kina steki, kipande kipi kina mafuta zaidi. Na bahati nzuri iliyopo, mwenyekiti wa halmashauri, mita kwa mwenyekiti tu. <laughs> Eh, kwa sababu huwezi kujinenea mabaya. Nikwani nimeharibu wapi? Asitokee mtu aseme

Hey, enu miaribu nasema hujui, kwani? Wewe mfano, leo kesho uende msikitini au kanisani, shehe au au imamu au sii padri au sii mchungaji anapohubiri wazinzi, na wewe jana ulipiga vitu vyetu vile, si unajua mimi mzinifu ndio. Ndugu zangu kafundo nayasema haya, nikasema niseme kwanza kwa sababu propaganda zitatumaliza. Mimi ningesema niongoze mwenyekiti wa chama kwa hisia za itikadi. Siku ya mkutano wa kwanza, nilivyofika hapa na nilivyotoka hapa, nilianza kuingizwa vitu vichwani vingi. Nikasema mimi hivyo sivitaki, mimi nadili nawapiga kura haina haja kuwa na viongozi wanaoingizwa vitu nandajua, tuchukue vitu kutoka kwenu na waidi. na waidi nawaidi Kyela sasa ni salama kwa miaka mitano ya historia ambayo haijawahi tokea Kyela, mgesikia mgogoro hata huu, maana yake madiwani na mwenyekiti wameamini kazi za kusema ni watumwa tumetumwa na wananchi. Sasa mimi siwezi kuja leo Ipinda nipige siasa nipige propaganda niondoke hapa nimeshangiliwa, alafu nimwachie msale Petania, kwa sababu kama mi sikusimama kama mwenyekiti, maana yake sina haja ya kuwa mwenyekiti kwenye halmashauri. Ni waidi wananchi wakafunda, ni waidi, twendelee kuchapa kazi.